Mtazamaji, hmm, na msikilizaji wa uh, SUZA TV na Habari FM, basi sasa ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, ni Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, mm -hmm, kwa sasa anakwenda kutoa risala

Aidha, nikiwa mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar nachukua fursa hii kuwakaribisha wageni wote katika mahafali haya ya ishirini na moja. Kwa hakika napata faraja kuona taasisi za serikali, taasisi binafsi na wanajamii mejitokeza kwa wingi ili kuunga mkono chuo chetu na kufanikisha shughuli hii. Tunasema asanteni sana ndugu wananchi. Mahafali ni tukio muhimu katika taasisi za elimu linaloonyesha hatua za mafanikio ya kukamilisha mafunzo. Mahafali ni siku ambayo tunaona matunda ya juhudi, nidhamu ya kujituma na ushirikiano baini ya wazazi, waalimu na wanafunzi. Napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza wahitimu wote mwaka wa mahafali ya ishirini na moja ya SUZA ongereni sana kwa wananchi na gu na wa bwana. Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar ni taasisi ya umma ambayo inaendelea kuwa kitovu cha taaluma na mwanga wa maarifa katika nchi yetu. Moja ya alama za maendeleo ya taifa lolote ni ubora wa elimu ya juu na uwezo wake wa kuzalisha wataalamu, wabunifu, wanasayansi na watafiti wanaoweza kuhimili changamoto za karne ya mwaka. Katika mwaka huu wa masomo SUZA imefanya kazi kubwa katika kuongeza idadi ya wanafunzi waliosajiliwa kutoka 2398 mwaka 2024 hadi 2420 kwa mwaka huu wa masomo. Aidha, SUZA inaendelea kuimarisha programu za shahada, shahada ya uzamili na shahada na na na ya uzamili na kuongeza programu zinazohitajika na jamii ya sasa. Leo hii tunawatunuku wahitimu wa shahada ya sanaa na wahitimu wa shahada ya uzamili katika uongozi wa biashara na fedha, yani Master in Business Administration and Finance, kwa mara ya kwanza, ikiwa ni ishara ya maendeleo ya taaluma zinazohitajika kulingana na wakati. Kuongeza uongozi wa SUZA na wahadhiri kwa juhudi kubwa wanazozifanya.

tamtu kwa watendaji wa SUZA kuendelea kusimamia wa rasilimali zinazotolewa na kuwekezwa na serikali ili zilete matokeo chanya na katika na wajibu wa kutekeleza majukumu yenu kwa weledi, huku ikitambua Zanzibar inawategemea katika kuzalisha wahitimu waliobobea katika fani mbalimbali wa ili kuchochea kasi ya maendeleo katika nchi yetu. Aidha, natumia fursa hii kuhimizeni kufanya tafiti engelewa kupata ufunguzi wa changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii, zitakazo ufazisha serikali na jamii. Aidha kama anataaluma na fursa ya kutoa ushauri wa kitaara katika kufanikisha utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo ya serikali, mambo ambayo yatazidi kukiongezea sifa na hadhi chuo chetu. Wananchi, mabibi na mabwana, kwa kutaua <tree> <tansvilla>

naendelea kunufaika na fursa za mikopo inayotolewa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na ile inayotolewa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika mwaka wa masomo 2025-26, serikali kupitia bodi ya mikopo ya wanafunzi limeajili

Wananchi wa Tanzania, natoa rai a wat kwamba sahaba waliopata leo ni heshima, lakini heshima kubwa zaidi itakuwa kwa mchato wenu. Ni vyema biada yake na kufanya kazi kwa bidii, nidhamu, uwajibikaji na maadili, na muhimu zaidi kujifunza ane elimu na aliina kaitimisha nawapongeza tena wahitimu wote wa kufanikiwa kumaliza masomo waliokuweza kutunukiwa shahada za kazi mbalimbali, na wapongeza kupata nafasi hiyo ambayo ni matokeo ya bidii waliyoifanya katika masomo yao wakiwa